Rais Mama Samia mwaka elfu mbili na ishirini alipita hapa Nyombo, tulipofika Lupembe wanginyi. Mimi kama mgombea ubunge wakati ule nilizungumza kwa ujasiri. Nikaambia Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Makamu wa Rais, nakushukuru umefika Lupembe tena, imekuwa bahati umekuja, barabara ina vumbi. Watu wakaniangalia macho makali sana nikamwambia boro mkuja wakati wa vumbi atukumwaga maji ujione hali ilivyo. Alipokuja Mtwango mwaka 2022 nikamkumbusha tena, ile barabara yako liwoeji Mheshimiwa Rais kwenda Lupembe bado lile vumbi, watu wangu wanakula vumbi. Nataka niwaambie wananyombo, rais wetu anavyotupenda, pamoja na kwamba nchi nzima kuna mahitaji makubwa ya barabara, lakini sisi jimbo la Lupembe Rais ametukumbuka, ameamua kuanza kipande cha kilomita arobaini na mbili kwa kutangaza tenda. Makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Rais. Na niliwasemea sana watu wa Nyombo kama mnafuatilia vyombo vya habari. Niliambia Bunge na serikali kwamba watu wa Nyombo kwa mfano wengi mlikuwa pia hapa, mna maeneo yamewekwa X hapa si ndio? Kwa muda mrefu muendelezi kwa sababu mnasubiri barabara nikaiambia serikali na nikamtaka waziri afike mpaka Lupembe aseme barabara itaanza kujengwa lini. Ndugu zangu wana Nyombo, barabara hii imetangazwa na mimi nilikuja na wakandarasi mpaka huku na nimepata habari kwamba hata uthamini wa maeneo kwa ajili ya fidia umeshaanza kufanyika. Uongo kweli jamani? Wananyombo, ni kweli au sio kweli wana Nyombo? Nataka niwaambie wananyombo, haijawahi kutokea katika jimbo hili ikatangazwa tenda ya ujenzi wa lami, kwa sababu kuna watu wanauliza kwamba isije ikawa siasa, si ndio? Tenda ya ujenzi wa hii barabara haijawahi kutangazwa tangu Lupembe imeundwa, ndio imetangazwa kwa mara ya kwanza mwaka huu. Naomba tuipe nafasi serikali, tuiamini serikali kwa sababu ukishatangaza tenda huwezi kufuta, lazima kazi itafanyika. Nyombo hoye, Nyombo hoye! Na kwa sababu watu wengine pengine wana maswali ya hapa na pale kwamba huu mradi pengine hauna uhakika, niliongea niliongea na meneja wa TANROAD leo kwamba nataka na wao watu wa serikali wenyewe waje hapa Nyombo wawambie kuhusu huu mradi. Sawa sawa, jamani maana moja ya kazi yangu ni kusema, si ndio? wenye mradi ni TANROAD wenyewe, nimewaalika waje hapa Nyombo, nimeambiwa wameshafika. Ina wao watuambie huu mradi, nini kinaendelea. Yuko hapo meneja wa TANROAD kama yuko hapa? Ah, okay, okay. amekuja msaidizi wake. karibu jo jo, tumpigie makofi mengi sana. Eh bwana, sikiliza bwana, hapa ni Nyombo katika watu wanakula vumbi sana, pamoja na hapa nyumba, angalia nyumba zile. Rafiki yangu sasa, kamera iko pale inakutazama, waambie wananchi, huu mradi wa barabara, mipango halisi ya serikali ni ipi? kwa sababu wananchi wangu wamekuwa kama Tomaso hivi, kwamba yani ni kama mtu kaumba ka na nyoka, kiguswa kidogo tu anashtuka, hatiaa itakuwa maneno tu waambie wananchi hiki ambacho kinafanyika kwenye hii barabara, kwa sababu nasema kwa niaba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hiki ni nini na nini ambacho kinaendelea? Karibu sana Injinia. Nyombo oye! Oye. Oye. Asante sana Mheshimiwa Mbunge. E, kwa niaba ya yatjo naomba tu ni azwa tarehe kumi na mbili mwezi wa pili mwaka huu na ikafunguliwa tarehe 26 mwezi wa tatu mwaka huu. E, tathimini sasa inaendelea, na kwa ujumla zabuni ziko katika utathimini kwa ajili ya kumpata mkandarasi ambaye atakuja kwa ajili ya kuanza ujenzi wa barabara hii kipande cha kuanzia Kibena mpaka Kidege kilomita 42. Kwa hiyo naomba tu kuwahakikishia kwa kwamba Mheshimiwa Mbunge amefanya kazi yake kubwa sana na kupelekea mradi huu ambao unaweza kuanza mwaka huu, lakini pia bila shaka mmeona e, kwa sababu e, usamini ulifanyika siku nyingi mali ambazo zinaweza kuathiriwa na barabara. Kwa hiyo meneja wa TANROADS ameshafanya kazi yake tena kwa ajili ya kurudia ule udhamini kupitia sehemu zote ambapo kuanzia Kibena mpaka Kidegembye. Kwa hiyo kazi, kazi hiyo pia ya udhamini kwa mara ya pili umekamilika. O, tunachosubiri kwa sasa ni mkandarasi aweze kupatikana na kazi ianze kufanyika penda kuthibitisha hilo. Kwa hiyo tuendelee kuvumilia na tuendelee kumuunga mkono Mheshimiwa mbunge kwa kazi anayofanya. Nyombo oye! Asante sana. Nyombo oye! Nyombo oye! Injinia, jambo moja mdogo kwenye hii tathmini ambayo mnafanya kwa ajili ya kulipa fidia ndaka nijue kwa sababu nikija hapa pia kumekuwa kuna maswali hayo. Mtalipa gharama za mradi kwa, kwa, okay kwa tathmini ya mwaka gani, kipindi hiki au ya wakati wa nyuma ambao ulipita? Asante mheshimiwa. Kwa kawaida tathmini inapofanyika inakaa kwa muda usuuzi, a miaka miwili inakuwa imeshapita wakati wake. Kwa hiyo tathmini iliyofanyika kwa sasa hivi alipwa kulingana na bei za sasa hivi, sio za zamani. Ndio maana ya kurudia tathmini upya. Asante sana, naomba ukae. Okay. makofi mengi sana kwake. Nyombo oye, Nyombo oye! Ndugu zangu, watu wa Nyombo, nilipochangia bungeni juzi kwenye bajeti ya serikali mwaka 2022 kule bungeni nilikataa kuunga mkono bajeti ya ujenzi ya serikali. Mwaka huu kwenye bunge niliunga mkono bajeti ya serikali na sikulalamika, nikamshukuru mheshimiwa Rais kwa sababu katika uongozi na maadili, kama serikali imeshatangaza tenda kwa ajili ya kazi kuanza Lazima tuiamini serikali. Uongo kweli jamani? Kama serikali imeleta wakandarasi kuja kutembelea hii barabara na mimi nikiwa kwenye msafara, tukakagua sehemu ya mawe pale Nyalivi, tukaenda kule chini kuona sehemu ya kifusi, tukakagua sehemu ya kutafuta maji, tukaenda mpaka Ikuachanya kuwona sehemu ya kokoto, tukaenda Kifanya na wakandarasi, tenda ikafunguliwa, Wakandarasi wote wakaomba kazi kwenye mfumo. Ndugu zangu, tuna sababu gani ya kutokuamini serikali, watu wa Nyombo? Na hii ni mara ya kwanza kwa serikali kufanya jambo kubwa kama hilo kwa ajili ya watu wa Lupembe. Kwa niaba yenu kama mbunge wa jimbo hili, ninayo imani na Rais Samia Suluhu Hassan, barabara hii atakwenda kuijenga na tumpigie makofi mengi sana. Hii barabara Mama Samia ataimaliza kwa sababu yeye ndio kaianzisha, na haijawahi kuanzishwa na wauliza wananchi wa Nyombo. Kazi hii kubwa inayoendelea kwa ajili ya watu wa Lupembe ambayo Rais ametufanyia hisani, ni muhimu kama Wananyombo tuendelee kumuunga mkono Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan lakini pia tumefanya mambo yote haya tukiwa na sisi viongozi wenzake tukimsaidia huko chini, kuanzia mabalozi wangu, viongozi wa chama, serikali ya kijiji, diwani na mimi mbunge wenu. Nyombo oye! Na mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, kama ni gari ipo mbunye.